Na ninao watendaji kazi wenzangu ambao pia wa ini, kwa kwa kupande, ni watumishi wa shirika hili. Kwa kuwatambulisha upande wa kulia, matroni amba usimame, anaitwa William Ngandati koleta William Ngandati, huyo ni matroni wa watoto kwa sababu shirika letu linahusika na watoto, na huyo ni matroni na pia yupo Tukai, naomba nyosha mkono haika wasioni, mwakilishi wazazi jamii yetu, mwakilishi wa kike kwa upande wa wazazi. Na pia tunaye mwakilishi wa kiume kwa upande wa wazazi, Daudi Masumbi, huyo yuko upande wa kiume. au wakilishi wawili wanatusaidia kwa ajili ya mawasiliano kati ya shirika na wazazi ili kuweza kukaribisha eh, mahusiano ya karibu kabisa katika mawasiliano. Eh, sasa ni wajibu wetu, mimi namalizia kwenye mada hii ni, ni wajibu wetu sisi kama wazazi kuhakikisha kwamba eh, kwanza upendo unakuwepo baina ya baba na mama ili kuepusha nini? Migogoro, si ndio? Lakini pia kwenye suala eh, la migogoro. E, sio kitu cha kukiombea, tunatakiwa tumwombe Mungu atuepushe na migogoro ili tuweze kuwa salama zaidi. Unapokuwa salama sisi wazazi, na watoto wetu pia wanakuwa salama si ndio? Eh, baada ya kusema hayo ni washukuru sana e, Mheshimiwa, karibu asante sana. Naitwa naitwa Daudi Jackson Kawiche, natokea Bagamoyo, ni katika asasi inayoitwa Jamii Kwanza Mapinga. Karibuni sana na asanteni sana momba hela za shule hatupi. Sasa kama mama nifanye mimi sasa ndio kama jukumu lake ndani ya nyumba. kama baba katika maisha ya upendo, katakua jukumu lake kama baba, wasipokuambia na watoto wala mama. Nafkini tangu mwanzo baba anapoenda kuoa anajua kabisa namuoa huyu mama, tutazaa watoto kama watoto walishaanza kumtunza mama, si ndio? Ndio jamii zetu za Kiafrika zilivyo, hata za huko baba magharibi wapo. Baba yetu anabeba jukumu la familia, anatunza mama. Ina maana hapo tayari kuna kitu kujisahau. Kujisahau kunatokana na nini? Ndio kuna pande kama hizo, pendo unakuwa umepungua, kuna matumizi labda ya vilevi, tayari pesa kudumu kutumikia watoto ndio ile inaenda kwenye baa, anaenda kulewa, pengine kaangusha gari, watu wamemsachi au yeye mwenyewe, kuna magrupu yule na yule, alikuwa na laki moja nyumbani anarudi na elfu tano elfu tano na watoto watatu wanne kila mmoja nataka kwenda shule. Una sasa ni kwa kifupi, uwezo saufujikundu kiuchumi unaanza kuwa mdogo. Ndiyo maana mwanzo katangu li, sasa liwaku, tunapopata tunapopata kitu chochote tunashindwa kushirikisha, ushirikishaji wetu ni mdogo kwa kila mama kwa hiyo swala la ushirikishwaji katika katika malezi na makuzi ya mtoto ni jambo kubwa na la muhimu kijamii, kidini na kifamilia zaidi. Kwa hiyo kina mama, naomba, mara nyingi mnakuwa bizi, kwa hiyo hata mume anapokuja pia unaweza kumuuliza, hiyo ni haki yako ya msingi. Swala la mtoto, ili mtoto awe katika malezi bora

kuangalia hili jambo lisiendelee kutokea, tuongeze upendo, tupendane kama siku ya kwanza tulipokutana. Je, tulivyokutana na mume wako, jaribu kupendana, mpendane mpaka dakika ya mwisho, mkiwa mnamwangalia mtoto wenu au watoto wenu, kwamba itakapo wafana au watoto wetu watakwenda kupata shida. Sawa jamani, ni nani anapenda mtoto wake apate shida? Kuna mtu anapenda mtoto wake apate shida?

watoto wake wanasoma, anaendesha maisha yake, anapeleka watoto shule, maisha mengine anaendelea. Ni kuingia moja kwa moja kwa mama, alikuwa anazungumzia kwamba mzazi regerege anamzaa mtoto legelege, na sio hivyo tu, mtoto atakuwa legelege na pia ataelewa kilegelege hivyo hivyo. Mwisho wa siku, si huko tunakuwa na kiume wa aina gani? Kwa hiyo wazazi, kwenye upande wa mama, alikuwa anazungumzia pale kwenye swala la kujituma, swala la kujikwamua, swala la kupambana Eh, kuliko kuanza kukimbizana na kale asubuhi, wanakuja mara wanaanza kumizia nani anakuja, nani anakuja, au anachungulia dirishani, kumbe na wamekuja kuchukua kitanda au kuja kuchukua godoro. Ni kati ya mama ambao anaona sana kwenye hilo. Hayo masuala ya karanga na nini nilikuwa nazungumza, lakini ni kati ya vitu ambavyo havihitaji gharama kubwa sana wakati unaanza, lakini kikubwa ni moyo tu, kwamba ni amue changamoto ambayo tunakutana nayo wakati tukuwa tunaelimisha au tunatoa elimu kwa wazazi na mzazi mmoja akasema, aaa, yani kufanya ile kazi aibu, a aibu, aibu, aibu, aibu. Sasa aibu mpaka lininaubana kwa mtoto imsiki kawano nashalili kwamba mtoto ni zawadi, lakini ndoa inabaki kama ndoa, wakati hiyo mgomvi wa mzazi